Zamani walikuwa wana desturi moja ya wazee wetu kwamba likifanyika jambo wanalitengenezea jina e, ni majina mengi sana. Ukisikia maana ya Mwene Kapufi ni kawingu kale kadogo ambako ni kakutambikia mvua, ndio maana ka, Kapufi ni kawingu kadogo kale ambako wanani wana, wanataka kutambika mvua, aiza mvua ije ama mvua isije. Kwa hiyo ndio maana wakasema Kapufi kapu, kwa sababu Mwene Kapufi wa kwanza alikuwa ni mtu akitamka jambo, labda mvua ije, inakuja mvua isije, haiji kwa hiyo kwa hiyo yule Mwene Kapufi wa kwanza ndiyo aliyemzaa Mwene Ngalu Chishafipa, ambaye ni bibi yetu sisi, na alikuwa na yeye alikuwa na makazi pale Kisumba ya hapa na ni Matanga pale Kisumba pale kata ya Matanga. Kwa hiyo na ukifika pale Kisumba utakuta kuna nani yake kitongoji kinaitwa Mwene Kapufi. Kwa hiyo majina mengi ya mkoa wa Rukwa yalikuwa yanatolewa kutokana na zile taratibu za ni matukio gani yaliyokuwa yanafanyika ya kipindi hicho. Kunaizungumzia Kizuite ni kunakopatikana vile vifagio ambavyo wenyewe walikuwa wanaita Kizuite, yani vile v... kuna vifagio vilikuwa vinatengenezwa pale Kizuite, ambayo ni jina lake lilikuwa linaitwa Kizuite. Kwa hiyo watu wakawa wanasema tunaenda pale kwenye vile vifag..., nani kwenye, tunaenda Kizuite wakiwa na maana tunaenda pale kwenye kwenye ile miti inayotengeneza vifagio sawa, ile miti inayotengeneza vifagio. Kwa hiyo ndo dopa... pakawa panaitwa Kizuite, Kizuite, Kizuite. Kwa hiyo majina mengi yalitolewa kutokana na nini? Mahali, na matukio na hali ya nani ya sehemu husika. E, ulikuwa zamani ukifanya hata jambo zuri watakutungia wimbo.